Weka lisu lock up ni hasara kwa taifa. Ni faida zaidi tundu lisu akiwa nje, kidemokrasia, kiutawala na kihaiba kwa nchi, kuliko akiwa lock up. Angalia sasa tunavyojipaka kinyesi wenyewe, wale wanatujadili, kwa sababu bunge letu lime abdicate wajibu wake. Bunge la Tanzania limekimbia wajibu wake, halijadili watu kutekwa, halijadili watu kupigwa halijadili frakasi za usalama wa raia. Huyo anajitutumua kwamba wamezungumza uchoga, wale wamezungumza mashoga ya wapo hapa nchini, we are going to speak a strong language, it never happened before. Ile ni Mbeya brother. Niliwaambia viongozi wa Chadema pale, mnazunguka kwenda kumtafuta porini, mlimpeleka mdudi, alikuwa nyumbani kwake. Si mnataka arudi nyumbani kwake? na kama kuna yoyote amemzuru, amzae, akuwe amweke pale, vinginevyo we are going to speak the language nobody will believe. Dhima yetu ya mwaka huu ni kuhusu uchaguzi, e, swala la uchaguzi. Na tunaelewa kwamba kuna changamoto ambayo lazima tukubaliane, ambapo chama kikuu cha upinzani kinasema no reform no election. E, chama tawala kinasema e, lazima uchaguzi utafanyika. Kwa hiyo sisi kama TLS tunajaribu kujadili kuona namna gani ambavyo tunaweza au kuwashauri wahusika waone picha pana ya taifa, kwa sababu lengo letu, tunaamini kwamba changamoto zote kwa namna tunavyoziona sisi kitaalamu ni changamoto ambazo zinaisha mezani kwa majadiliano na kutengeneza muafaka wa namna tunavyotaka kuenenda, kwa sababu sio lazima ubadilishe kila sheria, lakini unaweza ukaboresha ethics, yani ile maadili eh, kwa sababu tuki jiboresha katika namna ambavyo tunachukulia masuala ya uchaguzi na uadilifu e, itasaidia hata ukiwa na sheria mbaya kuweza kuitafsiri vizuri. Kwa hiyo, sisi tunaamini e, huu bishani uliopo unatatulika. Na minimum reform nyingi ni za kikanuni, sio za kisheria zinatatulika. Na benchmark a falling back position tunayo kama taifa. Hata tukisema tuanzie jinsi tulivyokuwa mwaka elfu mbili na kumi na tano. We are safe. Nia yetu tuingie pamoja kwenye uchaguzi tufanye zoezi la uchaguzi kwa amani, na kama kuna lolote lingine linalohitaji marekebisho makubwa tulitengezee utaratibu sasa kutokea hapo lakini kwa namna nzuri. Kwa hiyo sisi eh, rai yetu au mkazo wetu mkubwa ni kujaribu kama unavyoona kujaribu kuchangunua sheria, kuzungumzia masuala mbalimbali ku share experience, tafsiri za kisheria na changamoto zilizopo ili mwisho wa siku tuweze kuwafikishia walaji kile wanachokihitaji. Kama ulivyosikia, sisi tunasema sisi ni wanasheria wa wananchi. Eh, si kazi yetu ni kusemea umma kurabisha, lakini vivyo hivyo kuishauri serikali, ndio wajibu tunaofanya Tunatamani tupate elimu kidogo, mwenye kutunga kanuni za tume ya uchaguzi mpaka zinapitishwa zimekuja kusainiwa ni nani? Ile hali zikija huku zinaonekana kama zina malalamiko ya sheria. Kiutaalamu unaweza kuandishwa sheria, unaweza kaandika sheria, lakini ndani ya sheria ile usiko ukasema e, labda kamati au waziri au tume itapewa mamlaka ya kutunga kanuni ya kuipa nguvu sheria lakini changamoto iliyopo sasa ni kwamba e, tume badala ya ku, changamoto iliyopo badala ya kutunga sheria kwa namna ya ku, kanuni kwa namna ya kuipa nguvu sheria ni kama inatunga kanuni za kuifuta sheria. Yaani e, kuna mambo yanayozungumzika kwenye kanuni ambayo yanakwenda kuvunja haki zilizotolewa kisheria. Sasa maeneo kama hayo ni maeneo yanayorekebishika asubuhi tu wala uhitaji ni, ni kazi ndogo tu ya kurekebisha, haina bajeti haina nini. Na hata kama ni ngumu, si tuna wataalamu, na ninaamini hata wataalamu wapo serikalini. Sio kazi ngumu, sio kazi complication. Ni kazi inayohitaji utashi na kuwajibika, uwazi, integrity, na kuona umuhimu wetu kama taifa. Mimi naamini kabisa tume ya uchaguzi eh, ina wajibu mkubwa sana wa kufanya katika hilo. TLS imepata muda wa kukaa nao baada ya hizi kanuni kusainiwa na vyama, ya sisi TLS na THRDC tulijaribu kuwatafuta, lakini hawakuwa wa tayari kukutana na sisi. Walituambia wana safari. Kinachofuata ni nini? Unadhani watasikia? Sisi tunachofanya ni consultation. Wajua ushauri ni ushauri, ni jukumu la mpokeaji kuchukua au kukataa. Tutauandika kitaalam, tutaziona mamlaka husika tutaziambia tupo, huu ni mkwamo unaouona, sio jambo zuri. Hili ni zoezi la uchaguzi, watu watakiwa kujiandaa kivita? Tunaenda kupigana na nani? Unajiandaje kuua mpiga kodi, mlipa kodi? Unajisikiaje we polisi uliowekwa ulio, ulio, kwa ajili ya kulinda raia na mali zao, unajiandaa kuingilia shughuli za uchaguzi? We polisi na shughuli za uchaguzi wapi na wapi? Sio vita. Tumeona maeneo mengi kuna maandalizi, vitisho, vitu kama hivyo havitakiwi, ni kuleta stress tu kwenye taifa. Haya mambo yanahitaji akili ndogo tu ya kukaa kuzungumza, kujadiliana, kuangalia ni maeneo gani yenye mapungufu. Ifike wakati Mtanzania aende kupiga kura akiwa na kikombe cha kawa mkononi, sio panga wala hofu. that is where we want nchi yetu iende, hatuna masilahi mengine ilio kwa bunge la Ulaya ya jana kuhusiana na Tanzania na kesi ya Tundu Lissu kuna madhara yoyote kwa nchi ya Tanzania na wapi ambapo tumefeli? Uh, kujadiliwa na Bunge la Ulaya ni jambo la aibu, sio la kufurahia. Ndio maana nasema hata kwenye ndoa, migogoro midogo midogo maliza na mke wako chumbani, sio balozi mara huko kwa mwenyekiti mara kwa mchungaji, kila mtu anajua nini kilijiri chumbani. Migogoro midogo midogo ya ndani ya nchi kama hii isichafue taswira ya nchi, ni migogoro inayoisha ni migogoro ya kitaaluma, ni vitu ambavyo viko obvious tu. Nakiona kitu hichi sio sawa, tunaacha tunarudi kwenye kitu ambacho ni sahihi. Tunajadiliwa kwa vitu ambavyo havina msingi kabisa, lakini vinashusha hadhi ya nchi na kuonekana wote tulioko huku ndani kama ni kundi la watu tusiojitambua, na hiyo sio afya kwa nchi na kwa diplomasia yetu kimataifa. Athari athari zinaweza zikatokea kwa sababu wale wanaanza kama kutoa matamko, watataka kuangalia kufanya nini. Athari zinaweza zikatokea na athari zinaweza zikawa kubwa, kwa sababu tunahitaji mikopo, tunahitaji misaada ya kwa ajili ya maendeleo eh, kwenye sekta za afya eh, zile sekta za kijamii uwezeshi, maeneo mengi sana yanahitaji. Kwa hiyo sasa tukitibuana na hawa wenzetu ambao wanafanya haya tena kwa mambo ambayo hayana msingi kwa kweli ni kitu ambacho it's painful, sio healthy kwa sababu saa hizi unasikia Marekani naye anaji mm. Uzuri Tanzania tumenusurika nusurika kidogo, lakini naye anajaribu kuangalia namna ya misaada yake anaopeleka kwenye hizi nchi zetu. Kwa hiyo tukianza mlolongo wa namna hii unaweza kuwa na athari mbaya kwa umma. Wengine wanasema wanatuingilia kwenye mambo yetu, hayawahusu haya, kaka, haya mambo sio ya kwetu, kaka, tumesign internationals covenant on civil and political right. Sisi tumesaini uh, international covenant on social, culture, political and economic right. Sisi ni memba na tunawamini tumesubscribe kwenye uh, azimio la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu. Sisi tumeenda tuko kwenye African Charter on the right of the wengine uh, wanapenda kuita African Charter on the People's Right. Yote hii mikataba hata ile ya watoto kuhusu haki za watoto African Charter on People and Welfare of the Children ni mikataba ambayo inaleta commitment ya nchi na, katika level ya kimataifa kuna kitu kinachoitwa rules of juice, uh, juice cogens, yani zile taratibu za kimila za kimataifa kwa mambo ya msingi kwa mfano, mnaingia kunasema democratic principle mmoja ya mgombea mkubwa anakamatwa karibia na uchaguzi, anashtakiwa kwa kosa la uhaini, is unhealthy na haina tija. Watu wanaenda kwenye kesi, kwenye nchi inayoamini katika rule of law, ambao tunaamini kwamba mahakama ni eneo huru la haki na haki inatakiwa kuonekana. Watu wanazunguka na mafarasi, wanazunguka na marungu, wanazunguka na mbwa, kuna vita gani? Ndio maana tunasema kwamba nguvu zile wangetumia kutafuta vijana wetu waliopotea na kuwarejesha kwa wazazi wao, ingekuwa nguvu nzuri sana, lakini tunaelekeza nguvu kusikohitajika, alafu tunaenda kujadiliwa namna hii. Kwa hiyo ni mambo, sio mambo mazuri, ni mambo ya aibu. Wanaojadili hili, nimesikia leo bungeni, wakati wanajadili, ni kwamba hawajui kama tumeingia kwenye hii mikataba ama nini. Mwingine nimemsikia leo akisema watukome na watuache kabisa kutujadili yeah. Eh, wale wanatujadili kwa sababu bunge letu limeabdicate wajibu wake. Bunge la Tanzania limekimbia wajibu wake. Halijadili watu kutekwa. Halijadili watu kupigwa. Halijadili frakasi za usalama wa raia. Ni bunge ambalo limeamua kukaa pale lifanye mambo yake well and good. Hatujui walifikaje pale, ni haki yao, ni ubunge wao. Sisi tunawasubiri Oktoba tuadhibu kupitia sanduku la kura, lakini hawana moro legitimacy ya kukosoa bunge la Ulaya, kwa sababu kazi ya bunge la Ulaya ilitakiwa ifanywe na bunge letu, bunge letu likaingia mitini. Kwa hiyo hata mke wake usipomlea atalelewa na wengine. That's nature. Mimi ushauri wangu kwa bunge, bunge limechagua kunyamaza, limechagua kutojihusisha na matatizo ya wananchi limechagua kuto kusimamia watendaji wa serikali watekeleze wajibu wao, kutokusimamia uhai wa wananchi. Wakae kimya, hata mawe yatawatetea Watanganyika. Hata mawe. Nikupe mfano mdogo tu, tuna mikataba zaidi ya thelathini na tatu ya uhifadhi wa mazingira, si ndio? Imesainiwa, imefika bungeni sheria namba sita, na inakuambiaje? Umesikia mbunge yote akizungumza, lakini anazungumza kushika shilingi kwenye mgogoro wa Yanga na Simba. Sasa hapo bado utaniuliza kwamba bunge linasemaje kwenye jambo kama hili, waje ni changamoto tu za kawaida eh. Kwa hiyo mimi kwa bunge eh, mimi bunge sililaumu wala silipongezi, kwa sababu unajua kwamba halitujali, they don't care. Hata na sisi tutaendelea tu na maisha jinsi alivyo, lakini wawaache bunge la Ulaya liwawakilishe Watanganyika, kwa sababu bunge la Ulaya ndio linazungumza hoja za Watanganyika. Sikubaliani na kila kitu, lakini baadhi ya mambo mengi substantially ndio yanao